Matamshi ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusu uchaguzi wa mwaka wa 2027 yameendelea kukashifiwa na viongozi nchini, naibu wa rais Kithure Kindiki akiwaonya viongozi wa kisiasa nchini dhidi ya kutoa matamshi yanayoweza kutumbukiza taifa katika machafuko ya kisiasa jinsi ilivyoshuhudiwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Nimeona juzi baadhi ya wenzangu viongozi wakisema mambo ya uchaguzi wa 2027 na mimi nataka niseme ya kwamba it is very unfortunate that as a country two years and some months before an election any leader who is encouraging early political campaigns does not wish our country well because we cannot be a country that campaigns from day one, year one to year five. Kindiki ambaye amezungumza alipohudhuria ibada ya madhehebu mbalimbali eneo la Amagoro, kaunti ya Busia. Amesema serikali ya kitaifa haitasita kuwachukulia hatua kali viongozi watakao wachochea wa Kenya kuzua vurugu kabla na wakati au baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. Kuna watu wanatabiri vita. Nataka niwahakikishie wananchi wote wa Kenya kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Rais William Ruto ya kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 20 2027 utakuwa wa huru na haki. Gashagwa ambaye hivi majuzi alizindua chama ambacho anapania kutumia katika uchaguzi huo kumbandua rais uongozini, akihojiwa na kituo cha mtandaoni nchini, alidai kuwa mambo hayatakuwa sawa nchini iwapo uchaguzi mkuu ujao utahitilafiwa kwa kutumia maafisa wa tume ya IEBC walioteuliwa na rais Ruto wiki moja iliyopita. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akisema usemi wa Gachagua unatosha kumzuia kugombea katika uchaguzi huo. wale ambao wanatishia taifa letu kwamba wao wasiposhinda katika siasa tutarudi kwa vita na fujo, mimi nataka kuhakikishia wakenya na wana transwea wote, I want to give you my personal assurance Very, very. viongozi wengine walioandamana na naibu rais wamekashifu chama kipya kilichobuniwa na Gashagwa, wakiitaja kama chombo cha kueneza siasa za ukabila na migawanyiko nchini, jambo ambalo wamesema hawatakubali kuendelezwa nchini. Sisi Gari letu ndio hii, tutasimama na wewe, tutasimama na rais. Hii mambo ingine, tunaona mara iko vyama inabuniwa, ingine inaitwa sujui District Commissioners Party, sujui inaitwa sujui nini, atisikiza wananchi. Sisi ni mnakubali kusikiza mambo ya shares. Watu wateso not, mtakubali kusikiza mambo ya shares. Ati kama una shares yapo una lako. Merikialo. Undugu TV.